Kutuwafikisha tukaweza kuipata ibada hii tukufu ya sala ya Ijumaa tukaumini, leo ni Ijumaa na Ijumaa tumefaradhishiwa kuwaidhiwa, kupewa waidhi kwa kupitia hizi hotuba hotuba mbili zilizotolewa ambazo ni sehemu ya sala hii ya Ijumaa na zimeshatolewa tena, kwenye mada ambayo muhimu sana, limekuwa ni darsa kubwa kweli kweli. Binafsi yangu nashukuru kwamba nimekuja kupata darasa hili, inshallah itusaidie kwa huku tunapokwenda. Vile vile, sasa na mimi nimepewa fursa hii, kwanza nishukuru kupata fursa hii ni heshima kubwa, kusimama mbele yenu wenzangu kwa ajili ya kuwasalimia, vile vile tuliotakiwa tumeambiwa hapa kwenye hutuba. Na mimi sitaki niongeze hutuba ya tatu, ana maana zetu za leo ni mbili, lakini mimi nilitaka katika hizi mbili au katika hili jambo tuliloelezwa katika hutuba mimi nilikuwa naomba niongeze kidogo kitusaidie, labda zaidi ana tunaweza kuona labda ni hutuba tukaiwacha msikitini, tukasahau tulionayo katika maisha yetu ya kawaida, na vipi hizi hutuba zitusaidie katika kunyosha maisha yetu ya kawaida. La kwanza niseme kwamba sisi watu wa nchi hii watu wakumshukuru sana sana sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuongozwa tukafikiwa na dini hii ya Kiislamu, tena si kwamba imekuja kijuujuu. Uislamu nchini umekuja miaka mingi, tuna sifa huko duniani kwamba katika Afrika sisi tuna msikiti wa pili kwa ukongwe katika Afrika umejengwa katika nchi hii hii. Maana yake ni kwamba uislamu wetu sisi si wakuja wa kijuu juu ah, wa miaka mingi, wa siku nyingi, na ndiyo maana tume wa makuzi yetu, mila zetu, utamaduni wetu, utambulisho wetu umekuwa ni wa dini yetu, au umeambatana na dini yetu ya Kiislamu. Sasa hili ni jambo la kulishukuru kweli kweli, kwa sababu kuna wenzetu wakipata tatizo hawana cha kuwaongoza tena zaidi ya kila mmoja na msuli wake, kila mmoja na nguvu yake. Lakini sisi ni tofauti. Sasa hili tatizo letu ni moja tu, kwamba kuna wenzetu wengi na maisha haya ya kisasa wanapenda kama kwamba Uislamu tuweke mbali na maisha yetu, tuyaweke mbali, kama vile tunaambiwa kwamba haya ni ya dunia, una haya ni ya ya dini. Huu ni upotoshwaji mkubwa tunaofanyiwa na wengine, tumeanza kuuingia, tumeanza kuufata kuhu. hii ni hasara kubwa sana tunasahau kwamba sisi kwa hii dini ilivyokuja ni shida kwanza kutofautisha inaanza wapi naishia wapi, kwa sababu kwa dini yetu maisha yote ni sehemu ya dini, ni sehemu ya ibada. Dini ambayo imetufundisha ukenda msalani pia unaweza ukapata sawabu au usipate sawabu. Ile kuenda msalani si ndio jambo la mwisho dogo maana ukienda msalani ukasoma dua tuliyofundishwa jamani, upate sababu. Maana umepata umefuata suna tuliyofundishwa. Sasa hilo ni jambo dogo. Sasa maisha yetu yatakuwa wapi nje ya dini yetu eh? Kama watu wengine wanavyotaka kwa maslaha yao, tufanyi hivyo. Mimi wanasema kwamba ukitaka kujua jinsi gani dini yetu ilivyokuwa ni sehemu hasa ya maisha yetu katika nchi hii mena, uchukulia mji wetu huu wa Chake Chake kwamba ni alama yetu, kwamba mji wa Chake Chake asili yake historia yake umetokana na umekuwa kwa sababu kuna mtu aliweka ardhi yake wakfu aliokuwa hana uwezo ende aka- ende akajenge katika ardhi ile yake aliyoweka wakfu, na tunaambiwa katika tarehe ya mji wa Chake Chake mpaka ilipofika mwaka elfu moja mia tisa na nne una nyumba zaidi ya mia mbili na sita zilizojengwa katika ardhi ya wakfu iliyowekwa mwaka elfu mia nane na hamsini. Sasa hiyo ni kiwango cha kuonyesha jinsi gani Uislamu ulivyo sehemu ya maisha ya maisha yetu. Na mengine leo ukaenda mji mkongwe ule, ndio mji wetu mkuu kwa Unguja, sehemu kubwa ya majengo yake ni majengo ya wakfu. Hmm? hata ofisi za serikali nyingi zilikaa au zilikuwemo, pengine nyingine, mpaka leo zimo katika majengo ya wakfu. Tuna uwanja pale Unguja maarufu ule wa mnazi mmoja, ni uwanja wa mnazi mmoja uliwekwa wakfu na jumuiya na wenzetu wa shia isnashe jamati elfu mia nane na tisini na tisa eh. Sasa wengine waliosahau, labda walitaka kusahau hilo, kwamba ule si wa serikali wala si wa ni wa watu wote wamepewa kwa kupitia misingi iliyojengwa katika dini yetu. Sasa wengine wanataka hayo tuyasahau, tuya wakwambia kwamba haya ni ya kidunia. Dunia inaishi wapi? na wakati hii ni sehemu ya ya, ya, ya, ya, ya, ya dini yetu. Sasa hiyo ni hasara, na mfano mzuri tu tuhu tunauona tumekumbushwa hapa. Kesho kutwa tunaingia Ramadhani, lakini samu haianzi na wewe kuacha kula. Samu inaanza na ulikochuma, uliko ulichokivaa ulikochuma unachokwenda kukila. Sala hii haianzi tulipoingia msikitini, au sivyo? Sala inaanza Tulikochuma chuma, tulichokivaa tukaja msikitini, tulichokila tukaja msikitini eh, na mengine na ardhi ya huu msikiti je, uhalali wake, usati ya udhulia liliomo msikitini, uhalali wake, feni liliomo msikitini, taa iliomo msikitini, uhalali wake, hayanzi nako sisi kuingia msikitini. Kwa hivyo haya, ninaomba tuyakumbuke. Haiwezi kuwa kwamba tunaambiwa kwamba mtu aje achume chumo ha la, la haramu eti kwa kisingizio cha kwamba hayo yalikuwa ni ya kidunia, kachuma e, la haramu ye abaye ya haramu aadi ya haramu, halafu useme huyo anafunga au huyo anasala. Ibaya zaidi, ndugu zangu, ninachosema ni kwamba sasa hivi tuna- tunaingizwa na sisi haya tuweze kuyahalalisha haya halaliki, yalikuwa haramu, kama kigezo ni dini yetu